Kawadihu alshahada, vitu vinavyotia dosari ushahidi, vitu vyenye kutia dosari ushahidi wa mtu, smineelewa ekwan. Watu wajidaidai mashahidi, shahidi, shahidi, kujitia ushahidi, shahidi mimi, shahidi mimi, shahidi. Kwa hiyo kuna vitu vinatia dosari katika ushahidi wa mtu, mineelewa ekwan. Hadithi hii ameipokea Imamu Tirmidhi rahimahullahu taala katika kitabu Shahadati katika jamii yake, fahimtum ya ikhwan. Katika mlango unaitwa babu ma jaa fi man la tajuzu shahadatuhu, mlango unazungumzia hadithi zilizokuja kuzungumzia mtu ambaye haufai ushahidi wake.

anadhoofishwa katika hadithi. Hadithi ina maneno ndani yake wala yurafu hadha lhadithu min hadithi zuhri illa min eh hadithi aifamiki katika hadithi zuri isipokuwa kadika hadithi za huyu eh, Yazid bin Ziyad. Vilevile waakhrajahu dara qutni, Alimamu Dara Qutni ameipokea hadithi kisha akasema

ushahidi hapa, tunazungumzia ushahidi wa watu ambao hawakubaliki ushahidi wao, kwa sababu asili katika shahidi anayetoa ushahidi anyakuna mangiya awe ni mtu anayeridhiwa. Unapokuja kutoa ushahidi uwe ni mtu ambaye unafanya nini? Unaridhiwa katika hali yako, fahimu. Allah anasema, mimman tardauna minash shuhada na kuridhia mtu anayeridhiwa anakuwa ni mtu ambaye ana uadilifu, waridha inama yakunu biladala, ili watu wakuridhie, ni uadilifu wako fahimtu. Meekwan je wa hal takfi al adala al dhahira, uadilifu wa dhahiri unatosha kwamba huyu fulani namuona yuko vizuri safi kabisa, ana shida, ngoja nimfanye kuwa ni shahidi, au lazima upatikane uadilifu wa wazi? Masala yana maneno mengi a, kwa sababu kama uadilifu wa ndani unahitaji mtu anayetolea tazkia. Na asli alhukmu bidhahiri, ni kuhukumu kwa dhahiri ya ekwa mpaka itakapokuja karina ambayo ina tia wasiwasi katika uadilifu wa mtu. Kwa hiyo asili mtu anakuwa ni nini, yuko vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la tajuzu shahadatu khainin, haifai ushahidi wa mtu mwenye khiana, mwanamume, wala khainatin, wala mwanamke. Mwanamke mwenye khiana ushahidi wake haukubaliki. Mwanamke ambaye ana khiana si mwadilifu fahimi. Mwanamke mwenye khiana, mfano anatoka nyumbani, nyumba ya mume wake bila ruhusa, huyu ushahidi wake haukubaliki hapa hapa. Tutakubali ushahidi wa nani hapa? Mwanamke anatoka nyumbani kwa mume wake bila ruhusa, hiyo ni khiana. Hata kama unaona inaonekana sio kubwa, lakini khiana Unatokaje nyumbani kwa mume wako bila ruhusa? Unatoka hapo, waenda mjini au sokoni. Sokoni si lazima uende na maharimu, kwa sababu siyo safari, sio, lakini usitoke bila nini? Bila ruhusa. Hiyo ni khiana. Mwanamke unaongea au una chati kwenye simu, simu na mtu ambaye si mume wako. Hiyo ni nini? Na wewe na mume wako ni khiana. Fahimu, tumeko? Eh, Mwanamke unaingiza watu ndani ya nyumba ambao mume wako hawataki, hizo zote ni aina za khiana, sura katika sura za khiana. Eh e, mwanamke anatoa siri za ndani ya nyumba, siri katika vitu ambavyo wanavyo ani wametainiwa navyo. Wake zetu ni kutoa siri, lakini hata wanaume siri, siri naharibu maendeleo, siri naharibu nini kutoa kutoboatoboa si kuna haribu maendeleo? unarudi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa unarudi una nyumbani, namwambia mke wako mwambie alhamdulillah, mke wangu, wangu, wangu, wangu, wangu, wangu. wangu, wangu, wangu. E, leo nimepata nime, nime hela nime nzuri, kuna mtu alikuwa anamdai amenilipa milioni zangu mbili, kwa nataka tukanunue kiwanja maelewa tununue kiwanja. Siku akija darasani hapa anaanza kuwashawashwa aongee tu. Mm, jamani, alhamdulillah, eti mama fulani, hujasikia mtu anauza kiwanja? <laughs> Yani nakwambia, alhamdulillah, maisha haya simenielewa eh, jamani, nami niwe na kwangu. Una nini wewe? <laughs> A, si baba fulani amesema tuangaliangalie kiwanja, ukisikia mtu anauza kiwanja niambie. <laughs> Eh, alikuwa anadai mtu huku kampa milioni zake mbili, anatoka wanawake pale, na wao wanaenda kuambia waume zao. Anambia, "Hmm. Jamani wenzetu wanapata maendeleo, si tuko humu humu tu. Unaelewa? Kwani maendeleo gani, si mwenzako anampata hela, anataka kunua kiwanja mekakatu, nani huyo fulani, baba fulani A?

mambo ambayo akina mama huwa wanajisahau sana katika kutoboa nini? Toboa siri, fahimtum? Hata sisi lazima uwe na siri, wewe unajitenge, yani kuna siri unaweza kukaa naye wewe mwenyewe kwamba hii la la la, huyu huyu yule ula ile ii laal. Eh, namwambia mwanamke b bana, eh, alhamdulillah, nataka nifanye mathna kiamu kukupigia, ya Yarabbi, mtilie uzito huyu mwanaume Simenelewa aja nilipa mali yangu e, mpaka nilipe, fahimtum. Kwa hiyo alhasil, ikwani siri. Kwa hiyo wanawake wengi huwa wanajisahau katika mambo haya, ndio maana unakuta mambo mengi hawaendelei kwa sababu wanayatoboa nini? Siri. Lakini unaweza kuwa kayasema mbele ya mtu asiyekudai, ila yakapatwa na hasadi na vijicho. Allah atuhifadhi aka kwa hiyo haifai kwa mwana kwa kukubali ushahidi mwenye khiana kwa sababu hawa wametiwa dosari katika uadilifu wao. Mtu mwingine wala majuludin hadda, haifai ushahidi wa mtu, wa mtu aliyetandikwa bakora kwa sababu ya hadd, adhabu ya nini? Ya hadd adhabu ya hadd. Sinafahamu, mtu anapokuwa mezini kama hajaoa anatandikwa nini? Bakora eh, au mtu amekunywa pombe anatandikwa bakora. Sasa mtu aliyetandikwa fimbo kwa sababu ya haji ya adhabu ya kisheria, huyo haikubaliwi ushahidi wake, wanasema ahlulilmu, lakini kuna khilafu, kuna wengine wanasema ushahidi unakubalika kwa sababu hadd atakuwa pia ni ametubia akiwa akitubia, unakubaliwa ushahidi wake, lakini yote hayo yanatia dosari katika uadilifu wao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala dhi ghimrin ala akhi, au kubali ushahidi wa mtu ambaye ana chuki kwa ndugu yake. Ghimru ni hiki chuki na ghil kwa ndugu yake, kwa sababu akatumia, hii ni njia ya kulipiga kisasi Umeneelewa, ana chuh, mwelewa Muhammad, eh wewe, mtu alikudhulumu <coughs> aliku kiwanja alafu kafungwa, alafu naituwa kwamba wewe shahidi yake unatoa ushahidi mpaka unapitiliza Il, hii ni jambazi, kumbe mtu alikudhulumu elfu <coughs> tano. Tumeelewa? <coughs> Eh bana isenjo, wewe shahidi yangu, wewe shahidi yangu kwenye hii kesi amtakauna chuki alikudhulumu elfu tano kweli, unaenda kuwa shahidi kwenye, kwenye milioni tano na kwambia ndio mbazi hili limekula, yani hizo milioni tano, mimi mwenyewe alishanidhulumu. Kumbe kakudhulumu ngapi? elfu tano. kwa hiyo wewe una chuki tu meenelewa. Eh, au wewe ni chuki tu zinatokea tokea tu ambazo hazina kichwa wala miguu naenda kutoa ushahidi kwa sababu mwenzako alikukosoa kwenye jambo, umemwekea chuki, enda kutoa ushahidi. Kaa ana adabu nini? Ni chuki na kupelekea wewe kuchupa mipaka na kutokuwa mwadibu katika wewe njo njo. Kisha akaendelea akasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam wala dhanin fi walain wala qaraba adhanin almuttaham, wala mtu ambaye anatuumiwa fi wala hii, fi maana yake fi walain bisababi walain wala qaraba, au mtu anayetumiwa kwa sababu ya wala au karibu, kwamba huyu unaenda kumtolea ushahidi baina yako wewe na yeye kuna ukaribu wanasabu, wa nasabu wa udugu, au kuna ukaribu kwa sababu ya wala alwala. Sinajua labda mtu umesilimu kwa mikono yake yeye, ndio sababu ya wewe kusilimu, au yeye kakuunga kwenye kabila lake kwamba wewe ni mwenzangu a au meapizana e, na mengineyo kwamba nyinyi mna ukaribu kwa hiyo, unapokuwa mtu uko karibu naweza ukamili kwake kwenye ushahidi wa uongo. Kwa hiyo hayo yote yanatia dosari katika nini, katika ushahidi. Kisha akasema wa, wala alqani' min ahli albayt, wala yule mtu ambaye ni wa mle ndani ni wa pale nyumbani ni wa, ni wa nyumbani kwao yaani kama vile muhudumu ule ukaribu wa kuwa karibu katika nyumbani, yaani ni mtu ambaye anayekuja kukutolea ushahidi ni mtu wa kwenu, ame, amekulia kwenu, ni katika wahudumu, ni mtu ambaye mnaishi naye, huyu pia ushahidi wake haukubaliwi, yaani ushahidi wake haukubaliwi kwa sababu inawezekana ule ukaribu wenu ukampelekea kumili kwako wewe hata kama haustahiki hilo, hiyo haki waye mtu mawekwaa